Ndugu zangu watukufu wa Islam, hutuba yetu ya leo ya kwanza kabisa, tiba ya dhambi ambayo unayoirudiarudia kuifanya mara kwa mara. Kila unavyojitahidi dhambi hiyo eh, unarudia, unafanya, unajuta, unarudia tena. Yaani unamfanyia una, una, shere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakati mwingine moyo tu, kwa sababu umezoea uchafu ule, lakini wakati mwingine nafsi yako inakusuta kwa nini, mimi mbona nilisema sitofanya tena, alafu nafanya tena

Allah subhanahu wa taala atamwondoa. Unajua tabia ya mwanadamu ilivyo, imekuwa katika suala la kuacha yani imekuwa kama mfano wa ile balbu ile balbu. Ile ukiwa ume, umewasha, umewasha taa yako umeme wako pale, alafu baadaye ukazima. Kama utakuwa mfuatiliaji vizuri, utaona kwa mbali kuna mwangaza mweupe mweupe kwa mbali umebakia katika ile, ile balbu, lakini kadri ya dakika zinavyokwenda na ile balbu inafanyaje? Inapotea ule mwanga ambao ulibakia baada ya kuizima. Basi ndivyo mwanadamu anavyokuwa siku hadi siku, akiwa kweli anakusudia kheri, kujitoa katika maasi, ya mwisho wa siku ataachana nayo. Na hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayotoka kwa Anas, kutoka kwa Anas anasema, jaa rajulun, alikuja mtu eh, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya rasulullah, akasema, ewe mtume wa Allah adhnabtu dhanban, mimi nimefanya kosa mimi yule nimefanya kosa, anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema: idha adhnabta, utakapo fanya kosa utakapokosea, fastaghfir rabbaka, basi mtake msamaha mola wako. Ndivyo maelekezo yamekuja hivyo. Qal, akasema yule mtu fa inni astaghfiru, mimi namtaka msamaha Allah. Thumma a'udhu, kisha narudia tena, na, narudia tena. Fa udhnibu, basi nakosea tena yani. Ndio shida yangu mimi, matatizo nilekwa na mimi, naamua kabisa mimi dhambi hii, na, naacha namtaka msamaha Allah, lakini pakitulia kidogo, sisi tumetokea kitu gani vuluma ile ulimwengu, he, narudia tena, nafanya ile kosa sasa. Mimi ndio nafanya hivi, ewe mtume

Istaghfir rabbaka, mtake msamaha mola wako, hata yakunu shaitani, mpaka awe shaitani, shaitani yule, shaitani yule huwa almahsur yeye, ndio awe mwenye kujuta awe mwenye kupata hasara. Wewe endelea tudumu tu, hata kama wewe unakosea, ukikosea mtake msamaha, mtake msamaha Allah, mtake msamaha. Wewe rudia tu mtake msamaha, basi shaitani atakuja kupata kupata hasara. Mwanamke wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaitwa Bibi Aisha binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu anha alikuwa akisema tuba liman wajada sahifata. Uzuri ulioje kwa mtu ambaye kakuta, kakuta kwenye peji yake istighfaran kathira, istighfari nyingi ile siku la kiama ushafu, ushafufuliwa siku ya watu kupewa malipo yao. Unafahamu sana, alafu wewe katika ile, kwa sababu kuna, kuna, kuna peji ya watu wema na kuna peji ya watu wabaya kazi hiyo wanaifanya wale kiraman katibina wanachukua zile taarifa zako zile zote. Sasa kheri iliyoje kwa mtu ambaye kule kwenye peji imekutwa istighfari nyingi, kakuta istighfari nyingi. Akasema sayyiduna Ali radhiallahu an, akasema ma alhama llahu subhana abdan listighfara, hajampa ilhamu Mwenyezi Mungu mja akawa anaitamka istighfari mara kwa mara wa huwa yuridu eh, na hali ya kuwa yeye anataka anyuadhibahu, anataka kumadhibu. Haiko hivyo, umeelewa? Yani ukiona unatamka unapenda kutamka istighfari mara kwa mara, basi wewe wewejue una ishara njema. Na anasema Qatada rahimahullah anasema, inna hadha alqur'ana yadullukum, hakika hii Qur'ani inakujulisheni nyinyi. Ala daikum, inakujulisheni nyinyi juu ya ugonjwa wenu. Wa dawaikum, na inakujulisheni tiba tiba yenu hii qurani, anasema fa amma daukum, fa ama ugonjwa wenu, fa dhunubu, hayo madhambi hayo madhambi ndio ugonjwa wenu nyinyi, yaani kuangamizeni. Wa ama dawaukum, ama dawa yenu, fal istighfaru, ni ile istighfari. Ndugu zangu watukufu wa Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku moja akawa anasema

na mtume huyo huyo akafikia mahala akasema, wa man lazima listighfara li na atakelazimiana na istighfar jaala Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atamjalia atampa yeye farajan, atampa furaha min kulli hammin, kutokamana na kila majonzi eh, au atampa atampa faraja min kulli dhikin, kutokana na dhiki, wa min kulli dhikin makhraja na kutokana na kila dhiki, kila dhiki aliyokuwa nayo atampa kutanzuka na yale matatizo ambayo yanamkabili katika dunia hii, duniani hapa hapa hapa. Tunaanza na hapa hapa. Kwa nini? Kwa sababu umedumu na istighfar.